Takribani watu 63 wamefariki dunia na kadhaa kujeruhiwa kufuatia ajali mbaya iliyohusisha magari manne katika barabara ya Kampala kuelekea mji wa Gulu, nchini Uganda. Taarifa ya awali ya polisi imeeleza ajali hiyo imetokea leo asubuhi Jumatano ya Oktoba 22 ya mwaka 2025 katika kijiji cha Kitaleba na inahusisha mabasi mawili, lori na gari ndogo aina ya Toyota Land Cruiser. Polisi wameelezea kuwa idadi ya vifo huenda ikaongezeka kutokana na baadhi ya majeruhi kuwa mahututi. Kwa mujibu wa maelezo ya awali, ajali hiyo ilitokea baada ya basi moja lililokuwa likitoka Kampala kujaribu kupita lori, wakati huo basi lingine lililokuwa likielekea Kampala likijaribu kulipita gari ndogo aina ya Toyota Land Cruiser. Mabasi hayo yakakutana uso kwa uso na kwa kusababisha ajali hiyo na kusababisha vifo na majeruhi wengi. Mamlaka zimeanza uchunguzi kubaini chanzo kamili cha ajali hiyo na hatua zinazostahili kuchukuliwa.